Um, lakini pia uh, Basata serikali na nafasi yake pia. So siku zote nilikuwa nimeomba utulivu, then utakapopata muda sahihi, pressure ikisha shuka, kila mtu anaelewa what's going on, then ni wajibu wangu kuja um, Basata kama walezi wetu uh, ni wajibu. Okay. Yeah. So, uh, ulizungumza kwenye mitandao na uliposti ile clip ambayo pia ukionyesha kwamba Hauna noma sasa na Ibra na umemsamehe uh, kuhusiana na kile ambacho uh, trends zimekuwa ni mingi, labda pengine tuambie uh, kwa sababu final umefika Basata, mmemaliza vipi? I mean mimi nimeshamaliza siku nyingi, lakini kama nilivyoeleza kwamba Basata tula, taifa, so, ni baraza letu la sanaa la suluhisho taifa, so ni wajibu kufika Basata na kueleza kama wale wale wetu, lakini msimamo wangu ni ule, ule, nishaachana na hivyo vitu na um, I wish him all the best. Unajua kuna <coughs> kuna kauli wanasemaga, utavuna ulichopanda na sio utavuna ulipopanda. Kuvuna ulipopanda ni kutaka kwa, kwa umeinvest pesa kwa msanii basi upate pesa kwa msanii, kwa ni kuvuna ulipopanda, lakini kuvuna ulichopanda, Mwenyezi Mungu anaweza kubless in so many ways kupitia muziki wao. Kwa hiyo sitaki nizungumze kama malalamiko, vitu tushamaliza kwa kwa navyo, so kuja Basata so, kwa ajili ya kuhandover vitu vingine, timu yangu ita, ita, ita handover, lakini pia Basata kama walezi wetu walikuwa na haja ya kujiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa. Na kwa kuongezea tu, unajua binadamu yeyote at the end of the day we need a peace of mind. Unaweza ukashangaa, unakuta mtu leo amesimama sehemu anajenga misikiti which is very good, anajenga makanisa which is very nice. Asaidia watoto mayatima, atoa misaada, asaidia wasoko ponacho which is very good, lakini behind sio kila mtu anayefanya hivyo. Mwingine anafanya kwa, kwa, kwa nafsi yake anamwambia hivyo Uh, kwa kutambua watu wana shida lakini wengine wanafanya kwa guilt. Mtu anaona kama da, nishaumiza watu wengi sana huko nyuma, nishawazuia sana watu wengi huko nyuma. Kwa hiyo unajikuta baadaye unafanya vitu vingi, ex, wa, ili uwe karibu na Mungu na upate hiyo uh, upate peace of mind kwa sababu una feel guilt. Kwa hiyo mi siamini kwenye kuumizana, siamini kwenye kukomoana uh, just want to do right. I'm trying my best to do right kusamee hicho kiasi cha pesa ambacho kipo kwenye contract. Sio kwamba mimi ni tajiri sana na kitu kingine cha cha zaidi, a ziada imekuwa ni official mitiminiti kwa maneno ama ni kwa maandishi. maandishi kuna story kwamba kwamba kwamba nikaja Basata, so ni Baraza Sanaa wa Taifa, so kuna vitu vya kwenda huko, kuna maandishi, kuna vitu vitu vya vya kusign, but just know that kwamba my brother is free kufanya muziki wake, na supporteni sana sana, sana. <laughs> Roger, thank you. <laughs> <laughs> yes, uh, uh, na baada ya kupata taarifa kwamba unakuja. Okay. sawa Uh, Harmonize amefika hapa katika, uh, baraza la sanaa la taifa Basata, na uh, baada ya kusikia taarifa kwamba Harmonize anaweza kufika hapa, na tumeona tuzungumzie naye tujue kitu gani ambacho kimemfanya aweze kufika hapa. Okay, yes, Harmonize uh... Kone na kwaje, tunapenda tunatamani kusikia kitu gani ambacho kinaendelea, labda tume, baada ya kupata taarifa kwamba umeweza kufika hapa Basata uh. No, nothing much. Ndio tu iwe kwa hand over. Unajua vitu vikishakuwa kwenye social media. Um, uh, so, kila mtu anakuwa na mtazamo wake as a person, as an artist. Kwa hiyo ilikuwa ni jukumu langu kuweka msimamo wangu kwamba what's going on. Lakini pia Basata as serikali na nafasi yake pia. So siku zote nilikuwa nimeomba utulivu. Then, nitakapopata muda, sahii, pressure ikishashuka, kila mtu anaelewa what's going on then. Ni wajibu wangu, ni wajibu wangu kuja Basata, uh, kama walezi wetu. Ku, uh, ni wajibu, wajibu. Okay. Yeah. So, uh, ulizungumza kwenye mitandao na uliposti ile clip ambayo pia ukionyesha uki kwamba hauna noma sasa na Ibra na umemsamehe uh, kuhusiana na kile ambacho uh, trend zilikuwa story story, zimekuwa ni mingi, labda pengine tuambie, uh, kwa sababu final umefika Basata, mmemaliza vipi? I mean mimi nishamaliza siku nyingi, lakini kama nilivyoeleza kwamba Basata ni baraza letu la sanaa la suluhisho taifa so ni wajibu kufika Basata na kueleza kama walizi wetu, lakini msimamo wangu ni uleule niishachana na um, hivyo vitu I wish him all the best. Unajua kuna, kuna kauli wanasemaga utavuna ulichopanda na sio utavuna ulipopanda. Kuvuna ulipopanda ni kutaka kwa kwa umeinvest pesa kwa msanii basi upate pesa kwa msanii kwa ni kuvuna ulipopanda, lakini kuvuna ulichopanda Mwenyezi Mungu anaweza kubless in so many ways kupitia muziki wao. Kwa hiyo mimi naamini kwamba nitavuna nilichopanda na navuna nilichopanda na namshukuru Mwenyezi Mungu so far. As you see gang we shining, ni ni rizki Mwenyezi Mungu atubless in so many ways. So sitaki nizungumze wewe kama malalamiko, vitu tulishamaliza navyo, so kuja Basata kwa ajili ya kuhandover vitu vingine timu yangu ita ita, ita handover lakini pia Basata kama walezi wetu walikuwa na haja ya kujiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa na kwa kuongezea tu. Unajua, binadamu yeyote at the end of the day we need a peace of mind. Unaweza ukashangaa unakuta mtu leo amesimama sehemu anajenga misikiti which is very good, anajenga makanisa which is very nice. Asaidia watoto mayatima, natoa misaada, asaidia wasoko ponacho, which is very good, lakini behind sio kila mtu anayefanya hivyo. Mwingine anafanya kwa, kwa, kwa nafsi yake na mwambie hivyo. Kwa kutambua wana shida, lakini wengine wanafanya kwa guilt. Mtu una kama da nishaumiza watu wengi sana huko nyuma, nishawazuia sana watu wengi huko nyuma. Kwa hiyo unajikuta baadaye unafanya vitu vingi ex, ili uwe karibu na Mungu na upate upate uh, hiyo peace of mind kwa sababu una feel. Kwa hiyo mimi siamini kwenye kuumizana, siamini kwenye kukomoana. Uh, just want to do right. I'm trying my best to do right. Kusamehe hicho kiasi cha pesa ambacho kipo kwenye contract. Sio kwamba mimi ni tajiri sana na mabilioni ya pesa. A dream was wote tuweze ku make it kwa pamoja, lakini kama Mwenyezi Mungu hajapanga huko, mimi na mimi blessing in so many ways. So he is my brother, na nimekuja hapa ku, ku hand over na kuasikiliza Basata. Na Basata sikiliza msimamo wangu, msimamo wangu, lakini ni ule ule. Tuna vitu vingi vya kufanya, haisingependeza kuja hapa kama kushindana. I'm so happy leo nimekuja hapa kwa ajili ya ku hand over vitu vya mdogo wangu.